Nam, hapa ni manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, eneo la stendi ya zamani. Clouds TV ilipata nafasi ya kuzungumza na watafutaji wapambanaji, watafuta riziki kwa jasho, wakieleza mipango mikakati ya mwaka 2026 lakini kile ambacho wamekifanya mwaka 2025 bila kusahau hali ya bei za bidhaa kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka Krismasi na mwaka mpya na hiki ndicho ambacho wamekizungumza. Changamoto ya kupanda kwa bei kwa, kwa bidhaa hususani za chakula na mavazi katika mkoa wa Mtwara katika kipindi hiki cha sikukuu kumechangiwa na changamoto mbili: kwanza uwepo wa sikukuu na changamoto ya pili ni uwepo wa msimu wa korosho. Ms, msimu wa korosho umechangia kupanda, kupanda kwa, kwa, kwa bei za vyakula na mavazi kutokana na mapato yanayotokana na mauzo ya korosho hususan, kwa mfano mchele. Mchele ambao unahitaji una mchele mzuri, ya sasa hivi bei ya juu kabisa huko elfu tatu mia sita. Mchele wa saizi ya kati unapata 2500, yani huo ni gredi ya chini. Lakini ukienda kwenye masuala ya mavazi na, na maandalizi ya sikukuu, hususan kwenye upande wa mavazi, utakuta kumechangiwa sana na shughuli za, za msimu. Shughuli za msimu hasa hasa mwisho wa mwaka kwa mkoa wa Mtwara unachangiwa na uwepo wa shughuli za, za kitamaduni hususani masuala ya unyago, kwa kuna sherehe za unyago, kuna sherehe za sikukuu. Kwa hiyo utakuta mfumuko wa bei ni mkubwa zaidi kutokana na hizo uwepo wa hizo sikukuu, uwepo sikukuu ya Krismasi na pia uwepo wa sikukuu hizi za kitamaduni ambazo tunasema ni ngoma. Kwa utakuta mahitaji ya watu yamekuwa wa ni makubwa sana ya bidhaa, na hii ni fursa kwa wafanyabiashara, hasa kipindi hiki 2025 kwenda 2026. Nimetimiza malengo, nimetimiza malengo yangu kwa sababu moja, kwanza nilikuwa natumia banda bovu, sasa hivi nimeingia kwenye banda hili kidogo zuri, linaeleweka lina ele, lina kwa kwa kifupi nimepiga hatua na mipangilio yangu kama kwanza lazima tuombe wadau ili waweze kutusapoti ili kutoka hatua hizi kwenda hatua zingine. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwanza, jambo hili tumeendelea hivyo vizuri. Kwa hiyo tunaomba wadau ili watusapoti kwenye jambo hili hapa. Mpango yangu kuelekea 2026 mipango yangu, Mwenyezi Mungu akijalia heri, kwanza nata, natamani niunde viatu hapa hapa kwanza. Ndio mipango yangu kuu, niweze kuwa na mashine ngozi niendeleze na kazi yangu. Wito uh, kwa, kwa wadau wakijitokeza, itakuwa sio mbaya, kwa sababu kutusapoti vijana na kutusaidia hiyo mikopo hiyo, ili tutoke hatua hizi twende hatua zingine. Uwezo ukatoka hivi bila kupata mikopo. Ukipata mikopo, ndio unaweza ukatoka hatua hizo kuelekea hatua nyingine. Kwa mimi kwa mwaka huu ah, vitu vilipanda sana bei. Hata kipindi cha baada ya uchaguzi vitu vilipanda bei sana, mfano kuchukulia mchele. Mchele ulipanda bei, unga ulipanda bei, mafuta yalipanda bei. Kwa kweli vitu vilikuwa ghali, kwenye mboga mboga huko ndoka sasa, vitu vilipanda bei, alafu kibaya zaidi vipia havipatikani kwa sababu ya usafiri na changamoto nyingine na nyingine zilizojitokeza. Kwa mwaka huu 2025 namshukuru Mungu, mambo hayakuwa magumu sana, lakini Mungu akijalia 2026 pia ninajipanga, kwa sababu mimi ni mama na ni mwanamke na ni mpambanaji. Kwa hiyo natumaini mwaka 2026 utakuwa mzuri pia kwangu. Misi Hasane ni bodaboda wa Mtwara. Huu mwaka tunaomaliza ila kidogo na changamoto hali ya kibiashara kidogo ilienda vibaya hapa katikati, ila sasa hivi kidogo ni mzuri, ila natarajia mwaka huu kisha naweza kumiliki pikipiki ya pili. Kidogo sasa hivi mishemisha kidogo ziko vizuri mwezi wa kumi na mbili. Kwa mazingira ya Mtwara kwenye hali ya kibiashara, wajasiriamali kidogo wanaweza kuenjoy kutegemea na mazingira ya msimu namna gani, ambavyo msimu umekuja kwa wakati ina maana kwa huku Mtwara huku kusini kwa muda huu kidogo hali inakuwa inachangamka, kwa sababu kwamba msimu umekaa vizuri na malipo yanakuwa yanaenda kama yalivyo, kutegemea na soko la biashara na soko la biashara hivyo. Kwa hiyo namaana wafanyabiashara wanakuwa na enjoy, hususan ikiingiliana na mambo ya tukizungumzia manyago, maandalizi ya shule, maandalizi ya wazazi, kama wazazi hivyo lakini pia nataka kuzungumzia maendeleo au mipango ambayo nimejipangia kutoka 2026 kwenda 2025 kwenda 2026 kwenda, nimejiwekea katika mikakati ambayo malengo yangu ambayo yameishia 2025 kwenda 2026, nataka niendeleze pale ambapo mimi ninavyotaka pawe, kutegemea na malengo yangu. Naona mwaka kidogo kama amerudi chini, lakini nataka ile mikakati yangu ya 2026, namuomba Mwenyezi Mungu yale malengo yangu yaende kama ambavyo ninavyoomba, yani kutegemea na 2025 kidogo kama nilikuwa chini hivi kwa nataka nifanye harakati zile ambazo nilikuwa nafanya miaka yote 2026 inikute wakati niko vizuri zaidi. Uh, binafsi kwangu mimi kwa mipango ambayo niliiweka kwa mwaka 2025 naweza uh, nikasema kwamba kwa asilimia hamsini imeenda vizuri, asilimia hamsini imeenda ndivyo sivyo. Uh, kwa maana kuna baadhi ya vitu ambavyo nilijipangia kuwa nitavimiliki kwa mwaka huu uh, mfano Uh, kumiliki asset ya kiwanja kama kijana uh, kwa mwaka huu nimetimiza kwa asilimia hamsini, kwa maana nimefanikisha kulipa kiasi fulani na kiasi fulani bado. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kwa asilimia hamsini tayari nimesha kamilisha, lakini kwa mipango ya mwaka 2026 inshallah, Mwenyezi Mungu akitujalia, uh, matarajio yangu kwamba nimalizie Uh, kile kiwango ambacho nimebakiza kwenye aseti yangu, lakini ikimpendeza Mwenyezi Mungu nianze kupeleka taratibu uh, kwa maana kama material kwa maana ya tofari mchanga, na vitu vingine kama hivyo. Kutoka manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, Razaki Lwambano wa Klaus.